Siku tatu zilipita tangu Derius apate pesa nyingi kutoka kwa yule mwanamke wa ajabu. Derius aliendelea na shughuli zake za kubeba abiria kama kawaida, lakini moyoni aliendelea kuwa na wasiwasi mkubwa. Hakuweza kupata amani moja kwa moja. Huku akiendelea kujiuliza maswali, je, pesa zile zilikuwa za halali kweli? Alijiuliza mara kwa mara bila kupata majibu. Japo aliendelea kuzitumia katika matumizi yake ya kila siku, kama kununua mafuta ya bodaboda yake, akalipa madeni madogo madogo, na hata kununua chakula kizuri kwa familia yake. Lakini kila aliposhika noti zile alihisi baridi isiyo ya kawaida. Siku ya nne aliamua kutorudi tena sehemu ile ya boko chama, alienda posta akibeba abiria kama kawaida. Ilikuwa rahisi na kila kitu kilionekana kuwa sawa, mpaka usiku ulipoingia. Ilipofika kama saa nne usiku, upepo wenye harufu ya manukato mazuri ulipita karibu naye, ukiwa na mfano wa marashi mazuri au udi uliochomwa karibu yake. Alihisi baridi kwa mbali huku mwili wake ulisisimka, na punde si punde taa za mitaa nazo zilianza kuzima moja baada ya nyingine. Alijua kuwa labda taa zile zina shida. Derius aligeuza pikipiki yake na kuendesha kwa kasi kuelekea nyumbani. Lakini aliposimama kwenye taa nyekundu alisikia sauti ya yule dada nyuma yake ikisema, Derius, mbona unanikimbia? Moyo wake ulidunda kwa nguvu. Alipoangalia kupitia kioo cha pikipiki piki, yule mwanamke alikuwa amekaa nyuma yake huku akitabasamu japo alikuwa na umbile la uso wa kutisha sana, kwa sababu hakupendezwa na kitendo cha Derius kutaka kumkimbia. Kisha akasema kumwambia Derius, Leo sihitaji safari bali nataka tuzungumze. Derius alihisi mwili wake ukikosa nguvu, hakuwa na namna ya kukataa. Alizungumza tena yule jini, Kumbuka nilisema nitakupa zawadi kwa uaminifu wako. Derius alimeza mate, kisha akaitikia ndiyo. Akaendelea kuzungumza yule mwanamke, Nataka nikupe nafasi ya kuchagua Derius, Je, ungependa kuendelea na maisha yako kama yalivyo au unataka kuwa tajiri, japo kuna sharti moja? Derius alipumua kwa shida akauliza, ni sharti gani? Mwanamke alishuka kwenye bodaboda ya Derius na kumsogelea karibu, uso wake ukibadilika taratibu kuwa wenye muonekano mzuri, kisha akasema, kila mwezi utaleta abiria mmoja pale ununio makaburini, ambaye hatarejea tena. Derius alihisi mwili wake ukitetemeka mara mbili ya uoga aliokuwa nao mwanzo. Akaendelea kusema yule mwanamke, "Ukikubali utakuwa na pesa na mali isiyoisha." Aliongeza kwa sauti tamu lakini yenye kutisha, "Ukikataa tutachukua kile tulichokupa na zaidi." Kimya kilitanda huku akiendelea kupata hali ya uoga zaidi. Derius alijiuliza achukue uamuzi gani, Aendelee kuwa maskini na huru au atumbukie kwenye utajiri wenye damu?